Kama stori tunakutana na kijana mwenye ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa zaidi duniani, na anaanza stori yake kuhusu maisha yake, alipoanzia alipopitia, mpaka alipofikia. Licha ya kumpoteza mzazi wake akiwa na umri wa kijana mdogo sana, anaweza kupambana na, na kulelewa na upande wa mzazi mmoja, yani inamaanisha baba peke yake. Licha ya malezi hayo, kijana huyo anapata nafasi ya kugraduate na kuwa mwanafunzi wa chuo na chuo pia kinampatia nafasi ya kumtunuku kama shahada ya mwanafunzi aliyekuwa bora, ambaye anapambana kibiashara na kupata vitu vingine. Akiwa ametimiza umri wa miaka kumi na nane, anapata bahati ya kukutana na msichana aliyempenda kwenye maisha yake. Kama unavyojua, kila mtu ana nafasi ya kukutana na mpenzi wake sehemu tofauti tofauti. Kijana huyu anakutana na mpenzi wake katika eneo la vyoo. Yaani vyoo vya wanaume ameingia na msichana huyo, akiwa na mawenge yeye naye anaingia katika choo cha wanaume na kuhisi kwamba yule mwanaume aliyemwona umo ameingia kwenye choo cha wanawake, anapiga kelele, lakini bahati mbaya anakuja kuonyeshwa kwamba umo chuoni alipoingia yeye yeye ndiye aliyekosea. Kwa hiyo safari yao inaanza hapo, na wanapata nafasi ya kuwepo pamoja, kukutana kwenye bustani na sehemu zote nzuri ambazo wapenda nao huwa wanapenda kukutana kwa ajili ya kupiga stori na kupanga mipango yao wakiwa huko katika stori za hapa na pale katika garden ile iliyokuwa nzuri, stoni zimezidi kuchechamaa. Kijana anapata nafasi ya kupigiwa simu, na inavyopokelewa simu hiyo, anapata nafasi ya kualikwa aende sehemu kwa ajili ya kupanga mipango yake ya ndoto zake saki, za kibiashara. Kijana wa kike anaingia katika hali ya kununa. Kama unavyojua unapomwacha mpenzi wako mpweke, lazima atanuna. Basi kijana wa kike yule ananuna, lakini kijana huyo anaondoka kwa ajili ya kwenda katika mipango yake hiyo, na anafika sehemu kwenye hoteli ambaye huwa anafika kwa ajili ya kujifunza ni jinsi gani ya kuendesha biashara akiwa na daftari yake na kuanza kuchukua notes si mbalimbali jinsi ya biashara inavyofanyika katika eneo hilo alilofikia. Lakini kijana yule wa kike pia msichana anafika nyumbani akiwa bweni na rafiki zake, na kueleza kwamba sasa hivi ana mpango wa kumchukua mchumba wake na kumwonyesha.